Leo siku 83 bado tunaomba kuahirisha. Sasa mheshimiwa, naomba tujiulize na mahakama yako ijiulize. Shtaka hili linasema hivi, mshtakiwa ni mmoja. Itakuwa kesi ya kwanza katika historia ya dunia hii kwamba mtu mmoja peke yake ndio anafanya uhaini. It is the first time in world history one person is being accused, is being charged with treason. Sasa wanasema ni mtu mmoja, uhaini wake aliufanya siku moja, wamehitaja tarehe tatu Aprili, siku moja kwenye mkutano wa waandishi uliohudhuriwa na wanachama, waandishi, kila mtu alikuwepo umekuwa broadcast live, maneno anayoita ushahidi unani uhaidi umeyasema. What are they investigating? wana wanachunguza kitu gani? ni kitu gani ambacho kinashindikana? they are taking all of this time. na mheshimiwa Actually, tunafahamu kwamba tunafahamu, it is on record, it is on court record hii kesi. Hayo, huo mkutano unaodaiwa ni wa uhaini umeshachunguzwa, na ulichunguzwa kwa siku nne tu. Ameleka shahidi hapa aliyechunguza anasema, nimechunguza kuanzia tarehe nne moja shahidi amekuja hapa hii ni, ma, ma, ma ma ni ma ah. Sasa yeah. tofauti na nyingine. this kesi sawa. Bado haijaanza kusikilizwa. Bado ni kwamba kwenye kesi ambayo imetokana na the the the the the same event, the same transaction, the same day, the same same event transaction day person, in fact wamesema imeshaichunguzwa na mtu mmoja anaitwa Assistant Inspector John. Um, narudia tena kwa hiyo na, narudia tena eh. Shauri hili bado halijaanza kusikiliza, tupo, eh, katika committee stage sawa. Nataka ah, na iwe, hmm, kwenye reko. Mm -hmm. I'm not asking you to make a, a decision on that one. Mm -hmm. I just want you to put it on record. Actually, we know what kwamba wo imechunguzwa siku nne ndio maana tarehe tisa nikakamatwa na tarehe kumi nikashitakiwa hapo. Hii wanayosema ya miezi mitatu baadaye hii ni sio abuse of the court process. Kalea. <tosan> o Washmiwa. Ipi mkurugenzi wa mashitaka. Mwendesha mashitaka ya jinai wa nchi hii Anawajibu kikatiba, anawajibu kikatiba wa kuhakikisha mfumo wa mashtaka hautumiwi vibaya kuonea watu, hautumiwi vibaya kuonea watu. 59, b 4 ya katiba, katika kutekeleza mamlaka yake mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru, hataingiliwa na mtu yeyote au mamlaka yoyote, na atazingatia mambo yafuatayo: a, nia ya kutenda haki; b, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za uto utoaji haki na si maslahi ya umma. Na wajibu huo, Mheshimiwa, ni wajibu wa kisheria vilevile, kwa mujibu wa sheria ya mamlaka ya uendeshaji wa mashtaka National Prosecution Service Section 8

zilitumia miezi sita na siku kumi na saba miaka hamsini na tano iliyopita, au mwaka mmoja na siku kumi na saba miaka arobaini na tatu iliyopita arobaini na mbili yamso Mheshimiwa, ni haki gani ambayo inatendeka hapa? hiyo nia ya kutenda haki iko wapo? Siku tisini hatujaanza bado, tunapigwa tunaombewa ahirisho. Hiyo ha hiyo haja ya kutenda haki iko wapo? Hiyo haja ya kuzuia matumizi mabaya ya mfumo wa kimahakama, mfumo wa, wa, wa, wa mashtaka iko wapi? Na ni maslahi gani ya umma yako hapa? Maslahi gani ya umma yanayo yanayo justify uzembe wa aina hii? Uzembe na mheshimiwa, nisije nikasahau wajibu wao mwingine wa katiba, wajibu wa mahakama yako tukufu, ibara ya mia moja na saba, capital A ibara ndogo ya pili. Yes. Katika kutoa uamuzi wa mashauri ya madai na jinai kwa kuzingatia sheria mahakama zitafuata kanuni zifuatazo yaani bee, kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi. Wa mheshimiwa, ukiwaruhusu ahirisho jingine, utakuwa umekiuka, kwa maoni yangu, utakuwa umekiuka wajibu wa kikatiba wa mahakama yako tukufu kuhakikisha haki haicheleweshwi kwa sababu la kimsingi. Kwa hiyo tunafanyaje na kitu gana iomba mahakama yako tukufu ifanye. Namba moja, mheshimiwa hakimu. Naomba mahakama yako tukufu waamuru mawakili wa serikali hawa waiambie mahakama, baada ya kukaa na hili faili kwa wiki walizo walizokaa nalo ushahidi unatosheleza. Kama ushahidi unatosheleza, wapeleke mahakama kuu, ukakutane kwa jaji hilo na hiyo ni mia moja mia mbili arobaini na tano tano. Kama wanaona upelelezi ushahidi walioupata haukoshelezi waelekeze, Mheshimiwa, waamuru. Sio maelekezo, ni amri, they should enter nolle prosequi immediately, kama inavyosema section 5, 5. Ni mawili: kuna ushahidi, peleka faili Mahakama Kuu. Ushahidi hautoshelezi, sio ahirisho lingine. Mheshimiwa, ninaelewa wasije wakasema nimesahau. Ninaelewa kwamba chini ya 245 wanaweza, upande wa mashtaka unaweza ukaomba muda zaidi wa upelelezi. Kama, kama ushahidi walionao hautoshelezi, wana wana uwezo chini ya 245 ya, ya kuomba muda zaidi wa upelelezi. Sasa kuna hoja mbili hapo, mheshimiwa, nataka uzi uzitafakari. Moja ni kwamba hawajasema kwamba wanahitaji ushahidi ushahidi zaidi, hawajasema. Kwa hiyo hiyo option haipo, hawajasema. Kwa hiyo Narudi kwenye option zile either an immediate or information to the high Mheshimiwa, hiyo inayowezesha <tune> <tune> kuomba muda wa ziada wa upelelezi inasema, Reason to believe, if there is reason to believe that further investigations will change the position, kama kuna sababu za kuamini kwamba upelelezi zaidi utabadilisha hiyo hali ya kutokuwa na ushahidi wa kutosha, tena wanaweza wakaomba. Ah, na nimesema hawajaomba, lakini hata kama wangesema kuna sababu, Mheshimiwa, ningekuomba waambie wazitoe hapa, they have a duty in law to give reasons, kwa sio haya, tunataka ushahidi. Toeni sababu zinazowafanya muamini kwamba siku zingine za ziada, imeshindwa kupeleleza kesi ya mtu mmoja kwa miezi mitatu, siku za ziada zitawawezesha wa, wa, kufanya hiyo kazi. Give reasons.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 Jaji kiongozi Barnabas Albert Samata. Kama wanaamini kuna cha nanii, bado watoe hizo sababu za kuamini. Kwa mheshimiwa, naomba nimalizie, na naomba nimalizie kwa kusema mheshimiwa, usiruhusu tena, usiruhusu tena isho lingine wamemkamilisha ushahidi kama walivyosema, <laughs> watuambie <to> unatosheleza. <laughs> If yes, information kama ushahidi haujakamilika na hawajaomba kuendelea kupeleleza.